Katika simulizi hii ya kusisimua. karibu usikie na kuona ukweli usiosemwa nyuma ya njama za ujasusi huko Afrika Magharibi hasa nchi ya wanyofu yaani Burkina Faso chini ya utawala wa headmaster wa Afrika Captain Ibrahim Traore. Rais Ibrahim Traore ambaye anajulikana kwa uongozi wake usio na uoga hasa kwa mataifa ya kikoloni hapa anafichua usaliti uliojificha wa udukuzi wa taarifa zake binafsi na operesheni zake za kijeshi. Jasusi aliyejipandikiza kutoka mataifa ya Magharibi alifichwa ndani ya watu wanaomzunguka Ibrahim Traore akiendesha au akiwa kinara wa operesheni ya kutaka kumdhuru Edmaster huyu wa Afrika, Mwamba Ibrahim Traore. Ibrahim Traore alipata taarifa zake kupitia barua ama waraka wa siri kutoka kwa mtu wa mtaani aliyedhaniwa kuwa ni kichaa ama wengine wanaita anadhaniwa kama ni chizi. Mtu huyo aliyedhaniwa kuwa ni kichaa alikuwa akikatiza katikati ya mtaa mmoja huko Wagadugu akiwa na ndama wake. Akamwona mmoja wa walinzi ama wasaidizi wa Traore akiwa anafanya mazoezi asubuhi, kabla hajaenda kazini chizi huyo akamsimamisha afisa huyo, lakini hakuzingatiwa, yaani alipuuzwa akidhaniwa kwamba ni kichaa. Baada ya kupuzwa, yule chizi akatupa bahasha yake chini au njiani, ambayo iliandikwa jina la Traore, ikielekeza kuwa hatakiwi mtu yeyote kuisoma barua hiyo zaidi ya Traore mwenyewe kisha akaketi kando ya ile bahasha au barua. Baadaye afisa huyo akarejea kwa njia ile ile, akiwa anarudi kutoka kama mazoezini na kumwona yule chizi akiwa na ile bahasha ambayo ilikuwa ikielekezwa moja kwa moja kwa Rais wa nchi ya Wanyofu, Kapteni Ibrahim Traore. Bahasha hiyo ilikolezwa kwa wino mwekundu, ndipo yule afisa akaamua kumsikiliza yule chizi ambapo alikabidhiwa bahasha hiyo na kusisitizwa kuwa asijaribu kuifungua wala kuisoma, bali ahakikishe barua hiyo inamfikia moja kwa moja mwenyewe, yaani Ibrahim Traore. Kwa uaminifu mkubwa na tahadhari kubwa, yule afisa alifanya kama alivyoelekezwa na yule chizi, kisha barua hiyo ikamfikia Ibrahim Traore. Baada ya barua hiyo kusomwa na kapteni Ibrahim, Ibrahim Traore akaitisha kikao cha maafisa wake wa vitengo vyote akianza na kitengo cha wapishi mafundi, mafundi viatu, wasafi, wahudumu wa bustani, wafuaji, washonaji, watunza kumbukumbu, madereva, watu wa IT, makanika, walinzi watu wa vyombo wadunguaji na kadhalika. Kikao hicho kilihusu mtu mmoja mmoja, na baada ya hapo, akawapa kila mmoja karatasi na kalamu na kuwambia kila mmoja andike tabia ya mwenzake jinsi anavyomjua, na kwa yule ambaye hatamwandika mtu yeyote, basi yeye atakuwa mtuhumiwa namba wani. Baada ya kuzikusanya karatasi hizo, akaanza kutambua namna baadhi ya watu wanaomzunguka kuwa ni wasariti. Kabla hajatoa maamuzi ya nani sio mwenzake, akaamua kufanya mabadiliko ya watu kwenye vitengo ambavyo alibaini kuwa vinaongozwa na watu wasio waaminifu ama wasariti. Ibrahim Traore anaishi maisha ambayo ni kama movie ambayo ni ya mashaka na iliyokosa uaminifu, lakini sinema yenye mamlaka. Kabla hajafanya maamuzi magumu kuhusu watu aliowabaini kuwa ni wasaliti kupitia operesheni hiyo, akaanza kupokea maombi kutoka kwa baadhi ya viongozi wa nchi za Magharibi wakimwomba awasamehe watu hao ambao waliwapandikiza. Maombi hayo yaliambatana na vitisho kwamba Ibrahim Traore asipofanya hivyo Buki na Faso itawekewa vikwazo. Ikumbukwe kuwa watu wao tayari walikuwa wakishikiliwa kwa makosa yao ya ujasusi. Ibrahim Traore akaamua kuchukua hatua moja mbele zaidi kwa kuamua kusitisha ushirikiano wa kidiplomasia na mataifa hayo ikiwemo taifa la Ufaransa baada ya kubaini kuwa wana mipango ovu ya kuhujumu utawala wake ili warudi kuwatawala na kuwanyonya rasilimali za nchi ya wanyofu, yani Burkina Faso. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kutazama Nyikani TV Africa. Karibu kwa maoni yako pia katika ukurasa wa hapa hapa Nyikani TV.